Kwa jina naitwa Erasto Mpete e, mzaliwa wa kijiji cha Utalingolo katika kata ya Utalingolo. Leo nimeamua kuja kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi ya udiwani katika kata ya Utalingolo. Nia na kusudi ya kuamua kuja kuchukua tena fomu ili niweze kugombea tena kwa nafasi ya udiwani kwa kipindi cha pili. E, jambo la kwanza ni demokrasia e. Mwananchi yoyote mtu yoyote anayejipima ana uwezo wa kuongoza na kuwatumikia wananchi, basi ana uhuru wa kuweza kuchukua fomu na kugombea e. Lakini tunachozungumzia ni kwamba mtu lazima ajipime. Mimi nimejipima nimejipima na nimeona e, kwa kipindi cha miaka mitano niliyofanya shughuli kwa kutumikia wananchi nimeona E, ninawiwa kuendelea tena ili niweze kutumikia tena wananchi. Lakini hatua ya leo ni kwamba tumekuja kutimiza wajibu wa kuchukua fomu, basi tuachie taratibu zingine za chama kadri ya utaratibu ulivyo, tutaelekezwa taratibu zingine zitakazofuata.